Kwa majina naitwa Salome Mathias Mngile, ni mmoja wapo wastakilimu wa BBT kupitia mpango wa BBT, building better tomorrow, ijenge kesho iliyo bora. Mimi ni mmojawapo wa mwanafunzi wa chuo kupitia Sokoine University of Agriculture, ambaye bachelor of science in agriculture, ambaye nimemaliza General 2017 lakini Wizara ya Elimu kwa kutuletea na, na pamoja na Wizara ya Kilimo kwa kutuletea huu mpango wa BBT umeweza kutupa fursa ya ajira. Sisi vijana kwa kuanza kujikwamua kiuchumi katika sekta mbalimbali ambao mimi niko, mimi nimefaika katika zao la pamba ambayo imenisaidia sana ku, ku, kutuinua kiuchumi kupitia taaluma yetu ambayo tumeipata taaluma bora kupitia chuo hiki cha Sokoine University of Agriculture. Tunashukuru sana Wizara ya Elimu kwa hii, kwa huu msaada ambao umetupatia kupitia Wizara ya Kilimo na vile vile Bodi ya Pamba na makampuni ambayo yalitupokea kwa kutupa ajira. Mungu awabariki sana tumenufaika vikubwa na tija imeongezeka katika maeneo ambayo tuliopo. Mimi natokea Simiu ilaa Meatu, tija imeongezeka kubwa kwa utofauti wa tani laki moja, tani laki moja kutoka msimu wa mwaka 2024 25 ambapo tulizalisha tani laki moja na 42 na 25 na huu msimu, msimu wa 25 tumezalisha tani 242 na kilo 748 kwa kuna tofauti hapo kwa tani 100. Mungu awabariki sana. Lengo kuu ni kuongeza tija katika zao letu ili la pamba katika mazao mengine pia ya biashara, kuongeza uchumi wa Tanzania. Tunamshukuru sana mamayetu Samia Suluhu Hassan, tunaishukuru wizara elimu, tuna ya elimu tunaishukuru wizara ya kilimo tunaishukuru pia bodi ya pamba pamoja na Biosustain Tanzania Limited. Mungu abariki sana, na makampuni mengine ya pamba kiujumla. Oh, oh, yeah.